Daizo Neema Revival. Ujumbe na likizo masumbuko. Somo: jinsi ya kumpata mwenza sahihi wa maisha kwa njia ya kimungu. Leo tunazungumzia jambo nyeti sana linalogusa maisha ya kila mmoja wetu: mwenza wa maisha. Maisha ya ndoa yanaweza kuwa baraka kubwa au mateso ya kudumu, kulingana na jinsi ulivyochagua mwenza wako. Kwa hiyo swali kuu ni je, ni vipi unaweza kumpata mwenza sahihi kwa njia ya kimungu? Moja, uhusiano wako na mungu kwanza. Kabla hujaanza kutafuta mume au mke, tafuta uso wa Mungu kwanza. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo yote mtazidishiwa, Mathayo 6 33. Je, wewe ni mtu wa sala? Je, unamjua Mungu kwa undani Usitafute mwenza kwa haraka kabla hujajijenga kiroho. Mbili, omba mwongozo wa Mungu. Usitumie hisia zako tu, zingatia nguvu ya maombi. Mpe Mungu nafasi ya kukuonyesha ni nani aliyekusudiwa kuwa wako. Kuna watu wengi wana sura nzuri, maneno matamu, lakini mioyo yao imejaa sumu. Mtu wa nje anaweza kuvutia, lakini ni roho yake inayodumu. Tatu, angalia tunda la roho ndani yake. Galatia 5:22-23 inataja matunda ya roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi. Je, huyo mtu anaonyesha matunda haya? Ukiuna kiburi, hasira, tamaa, udanganyifu, huyo si mtu wako. Usifungwe na ndoa ya mateso. Tano, subiri kwa subira. Wengi wameanguka kwa sababu ya haraka. Ukiona kila mtu anaolewa au kuoa usikimbie. Heri uchelewe ukafanikiwa kuliko kuharakisha ukajuta maisha yako yote. Mungu ana muda wake, subira huzaa uzuri. Tano, aina ya mwenza wa maombi. Tafuta mtu anayependa kusali, si anayeweza kuimba tu au kuhubiri tu. Kuna watu wanaweza kuhubiri madhabahuni, lakini nyumbani ni majambazi wa kiroho. Angalia maisha ya faraga. Je, mtu huyo anamtii Mungu kwa siri? Sita, tofautisha mapenzi ya Mungu na mapenzi ya mwili. Mapenzi ya mwili yanaleta furaha ya muda mfupi, lakini mapenzi ya Mungu yanaleta baraka ya maisha. Usichague mtu kwa sababu tu anakutimizia tamaa zako, chagua mtu anayeweza kutembea nawe hadi mwisho, ukiwa ndani ya mpango wa Mungu. Saba, pitia neno la Mungu kwa pamoja. Mungu husema kupitia neno lake. Soma Biblia ukiwa kwenye maombi. Wakati mwingine jibu lipo kwenye maandiko. Angalia Ruth na Boazi. Boazi hakuwa mtu wa mchezo, alimtegemea Mungu hata katika kuchukua hatua. Nane, ushauri wa watumishi na wazazi wa kiungu. Mungu huongea kupitia wazazi na viongozi wa kiroho. Usipuuze ushauri wa mtu mzima kiroho mara nyingi Mungu huweka watu karibu nasi kutuonya kabla hatujaharibu maisha yetu. Tisa, fahamu dhamira ya moyo wako. Usimchague mtu kwa sababu ana pesa, umaarufu au nafasi. Uliza moyo wako: je, mtu huyu atanisaidia kumtumikia Mungu zaidi au ataniondoa katika njia ya kweli? Kumi, chukua hatua ya uaminifu. Ukishaona ishara, amani ya moyo, uthibitisho wa kiroho, kuwa mkweli weka nia ya kweli mbele ya Mungu, omba na tambua kuwa ndoa si mchezo, bali ni agano takatifu. Hitimisho: wapendwa, Mungu ana mpango mzuri kwa kila mmoja. Mwenza sahihi ni zawadi kutoka kwa Bwana. Usijichagulie mwenyewe, muache Mungu akuonyeshe, na ukimsubiri kwa subira, atakupa mtu wa baraka, mwenye maono na mtakayeinuka pamoja: kiroho, kimwili na kiutumishi. Kumbuka, ni heri kuchelewa ukaolewa na mtu wa baraka kuliko kuharakisha ukaolewa na mtu wa mateso. Jina la channel Daizo Neema Revival. Ujumbe huu umetolewa na Likizo Masumbuko. Usisahau kusubscribe, kushare na kukoment ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi.